Kama ambavyo jua halichoki kuchomoza licha ya mvua na mawingu kulizonga, ndivyo ilivyo shauku yangu kubwa kukujuza haya muhimu katika historia ya maisha yetu. Huu ni wito, wito wa amani kwa wakazi wa Handeni nyumbani Tanga, tushiriki uchaguzi kwa utulivu, amani na umoja. Hii ni maalumu kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya Handeni mheshimiwa Salum Nyamwese naomba nitoe rai right. Kwamba siku ya tarehe ishirini na tisa tutoke mapema kama leo tulivyotoka. Vituo vitafunguliwa mapema, ametueleza mkurugenzi, kuanzia saa kumi na mbili asubuhi vituo vitakuwa wazi. Maana yake kwamba ukiwahi unapiga kura, ni kitendo cha dakika tatu mpaka dakika tano unaendelea na shughuli zako. Nawahakikishia usalama kwamba zoezi la kupiga kura tarehe ishirini na tisa litakuwa la amani kubwa mno. Mmeona leo tulivyokimbia, kuna mtu amekutana na bugudha? tulivyofanya mchaka mchaka wetu, kuna mtu amekutana na bugudha njiani? Sasa na sisi kama serikali tumejipanga kuelekea tarehe ishirini na tisa vituo kufunguliwa mapema, watumishi wafike mapema ili muweze kupiga kura bila buguza, muweze kuendelea na shughuli zingine kadri siku zinavyosogea kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Hewa ya kisiasa imeanza kupamba moto katika kila kona ya Tanzania ikiwemo Handeni mkoa wa Tanga. Ni wakati wa maamuzi makubwa kwa taifa letu, maamuzi yatakayobainisha mustakabali wa maendeleo, amani na ustawi wa vizazi vijavyo. Hata hivyo, ili demokrasia yetu iendelee kustawi, jambo la msingi ni kushiriki uchaguzi kwa amani, umoja na utulivu. Wakazi wa Handeni wanajulikana kwa uchapakazi, upendo na heshima, hivyo ni muhimu sifa hizo zionekane wazi wakati huu muhimu wa kitaifa. Uchaguzi sio uwanja wa ugomvi, bali ni fursa ya kutoa sauti ya wananchi kupitia kura. Ni wakati wa kuonyesha ukomavu wa kisiasa kwa kuheshimu maoni tofauti na kuepuka ushawishi wa maandamano au vurugu zinazoweza kuvuruga amani tuliyoijenga kwa muda mrefu. Kila mwananchi ana wajibu wa kujitokeza kupiga kura kwa amani, kuheshimu matokeo yatakayotangazwa na tume huru ya uchaguzi na kuendelea kushirikiana katika shughuli za maendeleo ya nyumbani Handeni. Amani ni urithi wa thamani kuliko vyote. Tukumbuke, hakuna maendeleo bila amani, hakuna utulivu bila heshima, na hakuna taifa lenye nguvu bila umoja. Kwa hiyo, wananchi wa Handeni, huu ni wakati wa kuandika historia nzuri. Tujitokeze kwa wingi tarehe 29 Oktoba tukapige kura kwa amani. Tusikubali kuchochewa kushiriki maandamano yasiyo na tija, bali tuwe mfano wa wananchi wenye hekima na busara. Uchaguzi utapita, lakini Handeni itaendelea kuwepo. Tuhifadhi amani yetu kama tunavyolinda mioyo yetu kwa upendo, hekima na ushirikiano. Yapo mengi ya kuwaasa, ndugu zangu, wakati huu muhimu, kwa maslahi mapana ya vizazi vyetu na taifa letu kwa ujumla. Wacha nishushe kalamu hapa, mkumbushe kaka, baba, mama, dada, shangazi, ni wakati wetu wa kwenda kushiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025 tarehe 29 Oktoba. Hakika Oktoba tunatiki.